Wanafunzi thelathini kutoka chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, MUM, wamehitimu rasmi mafunzo ya lugha ya Kichina, hali inayoweka katika nafasi ya kipekee ya kushiriki katika fursa za kielimu, biashara na diplomasia ya kimataifa. Mwanahabarichu Ramadhan Idi ana masimulizi ya taarifa hii. Mafunzo hayo yaliyotolewa kwa ushirikiano na walimu kutoka China yamewezesha wanafunzi hao kuandika na kuzungumza Kichina kwa ufasaha kiasi cha kuuiana na uzungumzaji wa wazao wa Beijing Beijing sijaweza tu kujifunza lugha lakini, pia nimeweza kuwa na maarifa mengi ya duniani. Jina langu ni Nurdin Muhamed, mwanafunzi wa chuo cha Uislamu cha Morogoro. Namshukuru Mungu, nimefanikisha mafunzo yangu ya lugha ya Kichina. Kwa sasa naweza nikaandika, nikazungumza, hata nikasikiliza lugha hii kwa sasa baadhi ya wanafunzi waliokamilisha rasmi mafunzo hayo wamepata ufadhili wa masomo nchini China. Tuna wanafunzi zaidi ya 30 ambao wamehitimu lugha ya Kichina katika Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Miongoni mwao wapo waliopata scholarship kwenda kusoma nchini China. Napenda kuwatakia kila laheri katika masomo yao. Uh, congratulations to them. Lakini pia nimepata nafasi ya kuomba scholarship ya kwenda kusoma China, masters. Kupitia kusoma Kichina tunaweza kufanya mambo makubwa na Wachina. Tunaweza kuinteract na Wachina lakini pia tunaweza kufanya nao biashara. Hili jambo la lugha ya Kichina tulianza siku nyingi na kila mara wanafunzi wetu wanashinda. Na kwa kushinda kwao wanapata fursa za kusoma China na fursa za ajira pia katika nchi hii. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi kama chuo tunalitia hima sana wanafunzi wetu wajifunze lugha hii ili waweze kufanikiwa katika maisha yao ya ajira, lakini vile vile katika mahusiano na watu wengine hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Katika maadhimisho ya miaka ishirini ya chuo kikuu wa cha Waislamu cha Morogoro, MUM, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa alipata fursa ya kutembelea idara ya lugha ya Kichina chuoni hapo na akapongeza juhudi zilizofikiwa, ambacho pia nimeona huko leo, na wanachoka nao wanazungumza Kichina na wakawa wanazungumza kama mimi na waelewa, ah, cho, cho, cho, cho, cho. <laughs> lakini ile wasao kuonyesha mafanikio waliyofikia. Jambo hili linaanza kutupeleka kuona eh, kwamba tunakwenda mahali pazuri sasa kujua na lugha pia za kimataifa, na chuo hiki meamua kufundisha lugha mbalimbali za kimataifa. Hongera sana. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Morogoro, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.